Mahakama ya kimu mkazi Kisutu imetupilia mbali ombi la upande wa mashtaka la kutaka kesi ya kuchapisha taarifa za uongo inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Chadema, Tundu Lissu inasikilizwa kwa njia ya mtandao, na badala yake mahakama imetoa maamuzi na kutoa agizo kwa Tundu Lissu kufikishwa katika mahakama hiyo ya kimu mkazi Kisutu pindi ambapo kesi itatajwa tena. Kutokana na maamuzi hayo ya mahakama nimemkaribisha naibu katibu mkuu bara wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, bwana Amani Golugwa, na kutoka kwake nimetaka kusikia wao kama chama cha siasa nchini Tanzania wamepokeaje maamuzi ya sasa ya mahakama katika kipindi ambapo chama hicho kilikuwa kinadai kuwa kuna haki za msingi za mwenyekiti kufikishwa katika mahakama hiyo. mahakama imetimiza wajibu wake wa kutendea haki E, jambo ambalo lilionekana e, kabisa mbele ya macho ya wa, wa, wanasheria wasomi na hata mbele ya raia kwamba e, zuio e, nianze kwanza na zuio la polisi e, kuwa kuwazuia wananchi wanachama mpaka viongozi kwenda mahakamani, lile zuio lilikuwa batili, la la dola la polisi kuingia na ku ku dictate masuala ya la mahakama, lakini pia e, swala la mtandao e, na lenyewe mbele ya mecha wa wanasheria na mbele ya watu e, ni jambo ambalo e, mahakama imetendea haki, kwa sababu e, e, kesi hii ya pili inayo ya inayomhusu Mheshimiwa Lisu, kwa maana ya kutoa taarifa za uongo, false information, ilikuwa ina dhamana na alipata dhamana. Kwa katika mazingira hayo kama amepata dhamana ni kama alikuwa mtaani. Sasa unaposema anasikilizwa kwa mtandao e, it doesn't make sense kwenye sura ya sheria kabisa e, hai make sense kabisa e, kwa hivyo e, mahakama imetendea haki e, jambo hili na sisi tumelipokea vizuri, lakini pia e, tungetamani sana katika hatua hii e, e, jaji mkuu E, lazima atoe neno e, kuonyesha jinsi alivyo na wivu na muhimili wake, kwa sababu muhimili u, ume, umewekwa katika majaribu mazito mno e, e, serikali kama muhimili unaojitegemea umedictate, yani ume, ulikuwa kama unaiamrisha mahakama ifanye njia gani ya kuendesha kesi ma, serikali kupitia waziri alikuwa anaiamrisha mahakama iendeshe kesi hii kwa njia ya mtandao mwanasheria mkuu wa serikali bungeni, huyu ni mwanasheria wa serikali e, mwanasheria wa serikali sio wa mahakama, ni mwanasheria wa serikali bungeni kule. Tena akiwa ndani ya bunge anaieleza mahakama kwamba itumie njia gani hii. This is unacceptable. Lazima jaji mkuu atoke hadharani aonyeshe jinsi anavyolinda na kuutetea muhimili wake. Muliro, afande Muliro. Eh, alikuwa ana ana i-dictate mahakama ifanye nini. Ni maneno na matendo yalikuwa anataka kuitia unajisi muhimili wa mahakama, kwa hivyo ni vyema jaji mkuu ailinde muhimili wake kwa kukemea, so, hilo jaribio la kutaka kudogodesha mahakama dhidi ya muhimili mwingine kwamba unaweza ukaamrishwa tu, eh, mtu anaitwa Bashungwa anaweza akaiamrisha mahakama na kutoa maelezo kwamba mahakama imesa, itafanya kwa njia moja, mbili, tatu kwa njia mtandao. Kwa hivyo sisi kama viongozi wa chama tuna tume, tumefurahishwa na mahakama kwenye hili, kwenye hili. Kwa sababu kuna mengine huwa inatukwaza lakini kwenye hili e, ime, imetendea haki e, na kutoa hukumu ambayo mbele ya watu wote e, ilikuwa inaonekana kabisa kwamba haki hapa imeminywa, lakini pia kuwaruhusu wananchi kwenda mahakamani. Hili e, jambo e, na lenyewe limetoa tafsiri ambayo ilikuwa inatarajiwa. Kwa sababu kauli za Afande Muliro, kaundi za mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam huyu ndugu Charamila, ni kauli za watu ambao, e, unawezaje kuingilia mahakama? Kwamba watu wasiende, unawahisia watafanya fujo. Wamefanya fujo gani? Unawatengenezea kosa la hisia kwamba watafanya fujo mpaka waandishi wa habari walipigwa, walijeruhiwa na kuvunjwa miguu, kwa watumishi wa umma hawa serikali, kwa maana dola la polisi na mkuu wa mkoa kutoa maelekezo kwa mhimili mwingine wa mahakama kwamba watu wasiende mahakamani eh, watu wasiende mahakamani, watu wasisikize kesi. Kwa hivyo haya mambo kwa kweli, wakati yanatokea yalituudhi, alitukasirisha, yalitufedhehesha, na ya yote anamhitaji jaji mkuu atoke hadharani akemee kwa wivu mkubwa. Maamuzi haya yamewapa nguvu kiasi gani katika kusimamia yale ambayo mnayahitaji kuona yanapatiwa mabadiliko katika taifa la Tanzania? Vita vya mahakamani, siasa za kimahakama tunazijua, vita vya, vya kudai haki mahakamani, hivyo vita tunavijua na tunavimudu na tunaviweza. Eh, kwa hivyo tumejiandaa kwa vita vya mahakamani. Eh, tumejiandaa kwa mapambano, tutapambana kwa sababu tuna uzoefu wa vita vya mahakamani, tutavipigana na, na bado bado, bado hatujafika tunapotaka tuende. Kwa hiyo ndio kama vile mpambano umeanza. Kwa hiyo eh, hatu, hatuna chochote cha kujifariji hapa wala cha kujipongeza hatuna hatuna cha kujifariji wala cha kujipongeza wala hatuna chochote cha kufurahia, kwa sababu vita ndio imeanza sasa. Kwa hivyo eh, ngoja ngoja tuvipigane hivi vita alafu tutapongezana baadaye. Tumesikia juu ya bunge la Ulaya kujadili hali ya mambo katika taifa la Tanzania, hasa haya ambayo yanahusu mwenendo wa kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, tundu Lissu. Nataka kusikia ninyi kama chama pengine, taarifa hii ya bunge la Ulaya kujadili suala hili la mwenyekiti wa chama mmelipokeaje? Tunahusika sana na jambo hilo kwa sababu walikuja watu hapa, Amnesty International, watu wa Human Rights Watch walikuja na walichukua eh, ushahidi wote eh, wa watu waliopigwa na polisi waliokamatwa na polisi, walichukua tukio la tarehe ishirini na nne kwa eh, uthibitisho kabisa, waliwaona askari polisi wakiyafanya hayo wanaoyafanya, na everything it's in, it's in the camera yako, kwenye kamera yanaonekana kwa ushahidi CCTV kamera ziko zinaonekana. Kwa hivyo, eh, wiki iliyopita eh, kamati za bunge la Ulaya zilikuwa zinameketi na jambo hili likawa submitted eh, eh, kwa hiyo ninafahamu, tunafahamu mwenendo wake mzima ulivyo. Eh, hili jambo limekwenda mbali sana, sio jumuiya ya Ulaya pekee yake, limekwenda mbali sana sasa E, e, kwa, kwa taarifa sasa baada ya kuingizwa kwenye kamati za bunge ni kwamba e, session ya bunge kwa maana tarehe saba na tarehe nane ina keti na jambo la mweshoa Lissu litazungumzwa tarehe nane, na hiyo link itapatikana na watu wataweza kufuatilia wakati, e, wakati e, tukio la Lissu kubambikiziwa kitu ambacho kwa kweli wana sheria wa Tanzania wote wana wana mashaka na hichi kinachoitwa treason e, e, pamoja na matukio la tarehe ishirini na nne la uvunjifu wa haki za binadamu e, matukio ya kupigwa ya kujeruhiwa yaliyofanyika tarehe ishirini na nne yote yatazungumzwa. Kwa hivyo e, tunasubiria kuyasikiliza hiyo submission na azimio la bunge la jumuiya ya Ulaya e, kuhusiana na e, kuhusiana na swala la mheshimiwa Lissu e, kwenye kile sisi tunachokisema e, ni, ni mambo ya kubambikiwa tu e, mambo ya kubambikiwa tu kuitwa mhaini na tukio la tarehe ishirini na nne ambapo e, jeshi la polisi li, lifanya uharamia kwa raia liwavamia, e, na kuwajeruhi raia ambao hawakuwa wameleta fujo yoyote, waliokuwa nenda mahakamani. Na jambo hili sasa lina ushahidi u, ulio wazi, sio wa kupepesa macho, wa wazi kabisa. Eh, ziko CCTV hivi kamera zinazoonyesha eh, mwananchi akiliwa, ndugu Emmanuel Hema eh, aking'atwa na mbwa, polisi wakimng'atisha mbwa, aking'atwa na mbwa eh, watu wakipigwa, yule binti Elizabeth akivuliwa nguo, CCTV kamera zinaonyesha. Eh, zinaonyesha kabisa. Alafu unamsikia afande Muliro anasema hawajafanya kitu chochote. Sasa hivi vitu vitawekwa wazi kesho tarehe nane eh, tarehe nane Kwa hiyo linki itatumwa watu watafuatilia. Kwa hiyo sisi kwetu tumesema eh, eh, mambo haya ya kihunihuni ambayo yanafanywa haya eh, hatutaacha kimya, na kwenye press conference tuliyofanya kama ulifuatilia, makamu mwenyekiti wetu alisema sasa tutaregister kwenye international court, tutapeleka eh, kwenye mahakama za kimataifa eh, tutapeleka kwenye commission eh, mbalimbali za haki za binadamu za kikanda za Afrika na za dunia eh, na eh, hawa walioyafanya in person eh, lazima eh, wawajibike, eh, somebody has to be responsible. Eh, kwa matendo yote aliyoyafanya ambayo yalivunja haki za kibinadamu na utu wa watu. Wanaonyochea vidore katika mazingira kama haya wanaelezea kwamba mnatumika na mataifa ya nje. Unaona kuna ukakasi huo wa kutumika na mataifa ya nje. We love this country. We belong to this country. Eh, si hili ni taifa letu hili. We love this beloved country. Hatuna pa kwenda. Nani atutumie? ushenzi unaofanywa hapa mpaka tuambiwe na mtu? sisi hatuna akili kuyaona tunayoyaona tunayotendewa, eh? Eh, tunataka utawala wa sheria, tunataka chaguzi na mifumo ya chaguzi inayoaminika. Yaani mpaka mtu mwingine kama wao walizoea kuambiwaambiwa, sisi tuna akili timamu, tuambiwe na nani? Tusukumwe na nani? Tufundishwe na nani? Matatizo ni ya kwetu sisi shida ni za kwetu sisi, tuje tuambiwe na nani? Haya mambo tunaya experience, natusukumi na mtu yoyote, tunayaona wenyewe, tunaya experience wenyewe eh? Mifumo ya kihuni ya uchaguzi tunaishi wenyewe, sasa tuambiwe na nani eh? Nani huyo ambaye anawashwa na pilipili ambaye hajaila? Sisi hii pilipili inatuasha sisi, tunaila sisi, inatuasha tuna sisi Eh, aje aje, mtu gani aje atuambie mambo yetu mambo ya natuwa, a, eh, ambayo yana hayamuhusu sisi. Ndio tunaowashwa na mifumo mibovu ya uchaguzi ambayo haiaminiki. Kwa hivyo sisi tunayaona haya na tunayasema kwamba serikali ibadilishe mswada huu, ibadilishe sheria hii, ibadilishe kanuni hii, ibadilishe hapa. Tusubiri tuje tuambiwe na mtu, tutakuwa wajinga sana. Nini ujumbe wako kwa Watanzania katika mazingira ya sasa ambapo chama cha demokrasia na maendeleo Chadema tumeona mnaendelea na operation ya hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi? Actually Chadema ndio chama pekee kinachoweza kuaminika kwa maneno tunayoyasema na kwa misimamo yetu, na niwaambie tu Watanzania wenzangu na Wanachadema eh, this is our country and we so much love this country. Kwa hivyo yale yaliyo mema ambayo tunaamini ni mema kwa ajili ya taifa hili basi E, tuyapiganie tuya tuyapate, yaliyo mema ambayo tunaamini kabisa yatajenga, e, yatajenga amani yetu yataleta haki e, yatasababisha yata tuwe na maendeleo. Kwa hivyo tusichoke tu, tu, tu kuyapigania tusione aibu kuyapigania wala tusijisikie eh, vibaya tunapoyapigania kwa sababu tunayasemea tuna, tuna na kuyapigania kwa nia njema kabisa. Kwa hivyo, swala la kuwa na mifumo mizuri ya uchaguzi inayoaminika kuyajibu matatizo tuliyoyapitia kwenye uchaguzi, kutibu dosari za uchaguzi, hili jambo hili jambo hili ni jambo ambalo linafanyika kwa nia njema. Tusipolijibu, iko siku wa Tanzania watapigana tunayadharau haya mambo madogo madogo eh. Mdharau mwiba mguu huota tende eh. Tutaendelea kudharau haya madosari madogo madogo, iko siku wanachama wa chama hiki watapigana na wanachama wa chama hiki. Itakapofika hapo, tutachelewa, tutajuta kwamba kwa nini hatukutibu hizi dosari eh. Kwa hivyo eh, Watanzania tuungane, tupaze sauti ni niisemeshe serikali ielewe kwamba tunayoyadai sio kwa faida ya Chadema, ni kwa faida ya watanzania wote. Tukiwa na mifumo mizuri inayoaminika, basi ni kwa faida ya watanzania wote, sio kwa ajili ya kusababisha Chadema ishinde. Hapana, tuwe na chaguzi zinazoaminika, ili chaguzi zikiisha, tuwe na amani. Tukiendelea kukariri kwamba watanzania, hata ukiwapindua pindua, ukawaingua, ukawafanyia uhuni uhuni, wanakuwa kama makondoo tu, wanatulia, iko siku tukaendelea kufanya matendo kama haya hawa watanzania tunaozaoni ni makondo makondo, hawa watakuja kuchinjana mpaka tutadhani kwamba kwa tibyo, ni nini kinutotokea. Kwa hivyo tunayoyasema ni kwa nia njema ya taifa hili. Watanzania mtuelewe, mtuunge mkono, na serikali safari hii ione na kuzingatia, isipuuzie, ione na kuzingatia kwamba tuna wajibu wa kutengeneza mifumo ya uchaguzi ili watu wote tuamini mifumo, watakaochanguliwa basi wawe zao la uchaguzi ambao ni wa huru na wa haki. Asante sana, naibu katibu mkuu, kwa kuzungumza nasi siku ya leo. Asante nashukuru sana. Asante nashukuru sana. Asante.